Kile unapaswa kujua kuhusu mapenzi ya jinsia moja. Mwelekeo wa kimapenzi humaanisha muundo wa kudumu wa kimhemko, kimahaba na au mivuto ya kimapenzi kwa wanaume, wanawake au jinsia zote. Mwelekeo wa kimapenzi unaweza kuwa watoka kuvutiwa na jinsia tofauti tu hadi kuvutiwa na jinsia moja tu. Japokuwa mwelekeo wa kimapenzi kwa kawaida hujadiliwa katika makundi matatu: mpenda jinsia tofauti, shoga au msagaji na mpenda jinsia mbili. Utajua wakati utapojua. Inaweza kuchukua muda na hakuna haja ya kuharakisha. Vivutio vya msingi ambavyo huunda msingi wa mwelekeo wa kimapenzi wa watu wazima kwa kawaida huibuka katikati ya kati ya utoto na mwanzo za kubalehe. Watu tofauti walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili wana uzoefu tofauti sana juu ya mwelekeo wao wa kimapenzi. Watu wengine wanajua kuwa wao ni wasagaji, mashoga au wapenda jinsia mbili kwa muda mrefu kabla hawajaanza uhusiano na watu wengine. Watu wengine hujihusisha na vitendo vya kimapenzi kabla ya kuchukua msimamo juu ya mwelekeo wao wa kimapenzi. Ubaguzi na unyanyapaa hufanya iwe vigumu kwa watu wengi kufuata mwelekeo wao wa kimapenzi unaowatambulisha, hivyo kujitangaza kuwa shoga, msagaji au mpenda jinsia mbili kunaweza kuwa mchakato wa taratibu. Hakuna makubaliano kati ya wanasayansi juu ya sababu halisi ambazo humfanya mtu kuwa na mwelekeo wa kupenda jinsia tofauti, shoga, kupenda jinsia mbili au msagaji. Wengi wanafikiria asili pamoja na mazingira vinachangia. Ila tunachojua ni kwamba watu hawachagui mwelekeo wao ya kimapenzi kama tusivyochagua rangi zetu za ngozi. Ni wazi kuwa watu walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili hukumbana na ubaguzi, unyanyapaa na ukatili mkubwa kwa sababu ya mwelekeo wao wa kimapenzi. Wengi hukumbana na ubaguzi kwenye mashule, vyuo vikuu na sehemu zao za kazi, wananyimwa upataji huduma za afya na haki na hupata msaada mdogo kutoka kwa wanafamilia na marafiki. Wakati hili ni tatizo la kiulimwengu, hali ni mbaya sana, hasa katika sehemu kubwa za Afrika. Utafiti wa kidunia uliofanywa mwaka 2007 uligundua kuwa ni tatu asilimia tu ya Watanzania wa Kenya na Waganda wanaamini kuwa ushoga unapaswa kukubalika. Matendo ya mwelekeo wa jinsia moja huchukuliwa kuwa ni uhalifu katika nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda na adhabu yake ni kifungo cha muda mrefu gerezani. Matokeo yake ni wachache tu walio wazi kuhusu mwelekeo wao wa kimapenzi, wakati wengi wanalazimishwa kuishi maisha ya usiri na uongo ili waendane na dhana potofu za kimaadili. Chuki dhidi ya mashoga ni kubwa na ina madhara makubwa kwa afya ya akili na ustawi wa watu walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili, haswa ikiwa wanajaribu kuficha au kukataa mwelekeo wao wa, wa kimapenzi. Ubaguzi, unyanyapaa, na ukatili ni vyanzo vikuu vya mafadhaiko kwa wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili. Wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili wako katika hatari kubwa ya kujiua kuliko wenzao wanaovutiwa na jinsia tofauti. Wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili wanaotaka kusaidia kupunguza ubaguzi na unyanyapaa wanaweza kuwa wazi kuhusu mwelekeo wao wa kimapenzi huku wakichukua tahadhari muhimu ili kuwa salama kadiri iwezekanavyo. Wapenzi wa jinsia tofauti wanaotamani kusaidia wanaweza kufika sehemu ya kujua wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili, na wao wanaweza kufanya kazi na mashirika husika kupambana na unyanyapaa. Hapana, mielekeo ya usagaji, ushoga na kupenda jinsia mbili sio ugonjwa. Miongo mingi ya utafiti na uzoefu ya kitabibu imepelekea mashirika yote ya afya na ya afya ya akili kuthibitisha kuwa mielekeo hii huwakilisha ni hali za kawaida za maisha ya mwanadamu. Mahusiano ya jinsia moja kama yalivyo mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke, ni hali za kiasili na kiafya za muunganiko wa binadamu. Shirika la Afya Ulimwenguni liliondoa ushoga kutoka kwenye orodha yake ya magonjwa ya akili mnamo 1990. Kuwa msagaji, shoga au mpenda jinsia mbili ni kawaida kabisa na ni afya. Mapenzi ya jinsia moja na ya jinsia tofauti si magonjwa na hivyo hayahitaji matibabu. Hadi leo, hakuna utafiti wa kutosha wa kisayansi kuonyesha kwamba tiba inayolenga kubadili mwelekeo wa mapenzi ya jinsia moja ni salama au inafaa. Kwa kuongezea, inaonekana kwamba uhamasishaji wa matibabu ya mabadiliko huimarisha ubaguzi na huchangia mazingira mabaya kwa wasagaji mashoga na wapenda jinsia mbili. Hapana, ushoga umekuwa sehemu ya kila jamii na kila tamaduni na pia hutokea kwa wanyama. Tafiti tofauti kote ulimwenguni zimegundua kuwa kati ya mtu mmoja hadi kumi kati ya mia moja wanavutiwa na wahusika wa jinsia moja. Moja ya dhihirisho la mapema zaidi ulimwenguni la ushoga ni michoro ya miamba ya watu wa San, Zimbabwe ambayo inaonyesha mahusiano ya jinsia moja ambalo ni la maelfu ya miaka iliyopita. Michoro hiyo na vile vile ushahidi mwingine wa kihistoria unaonyesha kuwa ushoga umekuwepo katika bara lote la Afrika katika historia yote na sio umeletwa na mataifa ya Magharibi kama inavyodaiwa na viongozi wa Kiafrika na watu wengine. Tamaduni za kijamii au za kidini haziwezi kuhalalisha tena ubaguzi dhidi ya watu walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili kwani tamaduni za namna hii zinaweza kuhalalisha ubaguzi wa rangi na kijinsia. Uonevu na unyanyasaji kuwakatalia watu walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili fursa sawa na heshima au kuwatuhumu kwa vile walivyo sio uchaji wa Mungu wala ufuataji tamaduni bali ni ubaya. Kuambia watu wengine kuwa wewe ni mpenzi wa jinsia moja au tofauti huitwa kutoka nje. Kutoka nje mara nyingi ni hatua muhimu ya kisaikolojia kwa watu walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili. Wanawake wasagaji na wanaume mashoga ambao wanahisi lazima wafiche mielekeo yao ya kimapenzi huripoti wasiwasi wa mara kwa mara wa afya ya akili kuliko wanawake wasagaji na wanaume mashoga ambao wako wazi Japo kuwa unapaswa kutoka nje tu ikiwa unataka na ikiwa uko tayari. Ingawa unatumaini kuwa marafiki na familia watakuunga mkono, inawezekana kwamba hawatakubali. Ikiwa unategemea wazazi wako kifedha, unaweza kutaka kungojea. Inawezekana kwamba wanaweza kuguswa vibaya na kujaribu kukufukuza nyumbani, kukuweka kwenye ndoa ya jinsia tofauti, au kwenye matibabu mabaya ya kiakili na yasiyo muhimu. Kama utatoka nje, ni wazo zuri kuanza kwa kumwambia mtu ambaye una uhakika kuwa atakuwa na mtizamo mzuri. Kutoka nje kunaweza kuwa moja ya kazi ngumu sana utayokabiliana nayo katika maisha yako, lakini pia inaweza kuwa moja ya kazi zenye tunu sana. Kutoka nje ni njia moja ya kuthibitisha hadhi yako na hadhi ya watu wengine walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili. Uyahudi, Ukristo na Uislamu kitamaduni huchukulia tabia za mapenzi ya jinsia moja kuwa ni dhambi. Mafundisho ya Uhindu wa Buddha, Jain na Sikh hayako wazi kabisa juu ya mwelekeo wa mapenzi ya jinsia moja na viongozi wa dini wanatoa maoni tofauti. Leo, viongozi kutoka dini zote wanazidi kukubali mapenzi ya jinsia moja na baadhi yao huenda mbali hadi kuhimiza ndoa ya jinsia moja. Wanazuoni wa Kiislamu , kwa mfano, wanasema kwamba Uislamu haulaani ushoga na kusema kwamba wakati Kurani inazungumza dhidi ya tamaa ya ushoga, iko kimya juu ya mapenzi ya jinsia moja. Papa Francis, mkuu wa kanisa Katoliki, ameongea mara kwa mara juu ya hitaji la kanisa Katoliki kuwakaribisha na kupenda watu wote bila kujali mwelekeo wao wa kimapenzi na kuweka wazi kuwa mafundisho ya Kikatoliki yanasema kwamba tabia za ushoga sio dhambi. Idadi inayokuwa ya makanisa ya Kikristo hufanya baraka za ndoa za jinsia moja. Watu wengi walio wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili barani Afrika pamoja na wafuasi wa dini zote wanaripoti kwamba hawapati mzozo kati ya mwelekeo wao wa kimapenzi na imani yao. Kwa kifupi, ni sawa kuwa msagaji, shoga, au mpenda jinsia mbili, na ni asili kama kuwa mpenzi wa jinsia tofauti. Kuwa msagaji, shoga au mpenda jinsia mbili si ugonjwa, shida ya akili au ulemavu; ni kawaida kabisa na ni afya, kama ilivyo utofauti wa binadamu, kutumia mkono wa kushoto. Kama wewe ni msagaji, shoga au mpenda jinsia mbili, hauko peke yako. Kuna mamilioni ya wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili barani Afrika. Wengi wao wamewekwa katika vikundi ambavyo unaweza kupata msaada. Haki, haki za mashoga ni haki za binadamu. Sheria zinazofanya mapenzi ya jinsia moja kuwa uhalifu zinapingana na kanuni za msingi za haki na usawa, na zinakiuka sheria za haki za binadamu za kimataifa. Zinaimarisha unyanyapaa wa kijamii, zinahimiza ubaguzi usio sahihi, zinadhoofisha juhudi za afya ya jamii na hazilengi chochote isipokuwa ubaguzi. Unaweza kusaidia kupunguza ubaguzi, unyanyapaa na ukatili dhidi ya watu wasagaji, mashoga na wapenda jinsia mbili kupitia utetezi na uhamasishaji. Asante sana.